Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Geita, Martin Shigela wakati wa hafla ya ugawaji tuzo kwa washiriki wa maonyesho ya nane ya kitaifa teknolojia ya madini mkoani Geita, mwenyekiti huyu wa Tume ya Madini Dkt. Janet Lekashingo anasema GF Trucks, volume ya magari mia sita ni kubwa kwa hivyo vipuli hivyo magari mia sita kutoka China kuja kwetu ni vingi. Rai yangu badala ya kununua vipuri, tuungane na hao wanaowasupplia kutoka huko China, tutengeneze kiwanda cha kutengeneza vipuli hapa nchini. Ujio wa kampuni ya GF Trucks and Equipment umeleta manufaa makubwa kwa wachimbaji wa madini ya dhahabu kwa kuwauzia vifaa mbalimbali vya uchimbaji madini. Lakini amekuwa akileta bidhaa mbalimbali ambazo kwa kiwango kikubwa zinatumika na wachimbaji wetu. Tunayo mitambo ya uchimbaji kama eskaveta, na pembeni yangu utaona ni shahidi hii ni mtambo kwa ajili ya kupasulia miamba. Kwa upande wake mkurugenzi msaidizi wa kampuni hiyo Salmanda Almal amesema wamekuwa wakitekeleza sheria na miongozo mbalimbali ya sekta ya madini ikiwemo kurejesha kwenye jamii. Uh, lengo kubwa ilikuwa kuonyesha uh, how best tunaweza kurudisha sisi katika jamii, wakati sisi tunabebwa na component ya local content iliyokuwa inaangaliwa sana na inapewa kipaumbele kwa wale wa Tanzania waliokuokuwa wa wanatoa huduma katika sekta ya madini. Ndani ya kampuni yetu siku ya leo tumejumuika pamoja na wateja wetu wote wa ukanda huu wa ukanda wa Ziwa, na kikubwa ni kutoa shukrani kwa wateja wetu ambao tunafanya nao biashara mbalimbali ikiwemo magari ikiwemo mitambo.